Eh, kwa nini mbona uli ile dosi? Eh, ndakato hapa hivi. Eh, akaanza kuvaa kiyomekesha matiti. Sasa hiyo ilikuwa ni dalili moja ukimo, jimu iko kwenye stage. Miana, miana mimi uski, nilikwenda nikamwapatia. Uski nilienda nikamwambia kwa Ziani kuna event. Nilikuwa najua lazima nifikie mazishi yake.